Rais mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ameanzisha taasisi ya maendeleo ikiwa na majukumu ya kusaidia sekta za afya, uchumi, utawala bora na kilimo. David Ramadhani anaarifu zaidi. Taasisi hiyo ijulikanayo kwa jina la Jakaya Mrisho Kikwete imezindua bodi ya udhamini inayoundwa na wajumbe wenye uzoefu mkubwa. Miongoni mwake ni aliyekuwa katibu mkuu kiongozi kwa miaka minne iliyopita, Balozi Ombeni Sefue, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekaza Mukandala, mfanyabiashara maarufu Bwana Abubakar Baharesa pamoja na Balozi Mwanaidi Sinare Majare. Taasisi ya Jakaya ya, ya Mrisho Kikwete inakusudia kutekeleza kazi zake kitaifa na kimataifa hususan katika bara la Afrika, nafasi, dunia. Hayo mm -hmm, yani, ni mengi na Watanzania, watu wa Tanzania na wananchi wa dunia wa Afrika kwa kuhudumia ni wengi mno na mambo ya kufanya ni mengi mno, hakuna sababu Eh ni <coughs> <Yeah. tos> kwa mbmojasganaosema mambo ni mengi, watu wa kuhudumiwa ni wengi, maswala ya kuwahudumia ni mengi, mengi, mengi. Hakuna sababu ya kushindana. Akizungumzia kuhusiana na uamuzi wa kuanzisha taasisi hiyo, rais mstaafu wa Tanzania na mwasisi wa taasisi hiyo, Jakaya Kikwete anaeleza zaidi. Eneo la kwanza ni maendeleo ya wanadamu human development. Katika maeneo hayo, katika eneo hilo tunachagua mambo machache ya kushughulika nayo: kuondoa umaskini, kupambana na umaskini, kushughulika na, na, na kilimo hasa wakilunga wakulima wadogo na masuala ya tabia nchi, kwa sababu nayo ni kitu ambacho kina athari kubwa kwenye maendeleo ya ya, ya watanzania na watu duniani. Eneo la pili tunaojihusisha nalo ni masuala yanayohusu afya. La tatu ni elimu na vijana, na kwenye eneo hilo E ni elimu, elimu bora kwa vijana wetu, lakini elimu hii ambayo ina ina shabaha ya kuendeleza vipaji vyao. Na mwisho ni masuala ya, ya utawala bora. Kutoka Dar es Salaam, David Ramadan.